Ulemavu si kikwazo cha kufanikisha ndoto zako bali ni changamoto ya kukuchochea kufanya zaidi. Mimi Amina anapenda kuitumia kauli hiyo kwa sababu ninaamini ni kauli yake pendwa, aliyekuwa mbunge wa viti maalum wa Chama cha Mapinduzi kwa miaka mitano baada ya kuteuliwa kuwakilisha kundi la wanawake wenye ulemavu kuanzia mwaka 2015 hadi 2020. Historia yake katika mapito ya maisha ndiyo itakuwa kuhakikishia kwamba mwanamama huyu ni wa kipekee na mwenye uthubutu katika ulimwengu wa kisiasa kidemokrasia. Lakini pia ameweza kuvutia wanawake na wasichana wengi kuondoa hofu, wale waliokuwa wakiishi kwenye mkandamizo wa mila, desturi na kuto kujiamini hususan kwenye kundi hili la wenye mahitaji maalum. Amina Mollel ni nani na nini kilimsukuma kuacha taaluma yake ya uandishi wa habari na kuingia kwenye siasa? Mimi Amina nimezaliwa katika familia ya watoto saba na katika hao saba mimi ni wasita, uh, wanne wameshatangulia mbele ya haki. Kwa hiyo baba yangu ni, yalikuwa ni askari wa jeshi la JWTZ lakini kwa bahati mbaya Mwenyezi Mungu alishamuita mara tu baada ya kutoka kwenye vita vya Kagera. Hatimaye baadaye alikuja kufariki huko Dar es Salaam kwa ajali ya gari akielekea Moro, akitoka Morogoro kuja Dar es Salaam. Uh, mamangu mimi ni Bi Hadija ni mtu mzima sana kwa sasa uh, kwa kifupi mimi ndo Amina. Elimu yangu ni ya chuo kikuu, nimesoma chuo kikuu cha, cha Tumaini Iringa. Nakumbuka mzazi wangu aliuza ng'ombe ili me niende shule na alikuwa naimani kwamba kwa sababu Amina na changamoto ya ulemavu mwacha akasome. Aliamini hivyo, nadhani hilo pia lilinijenga, lakini sasa mwezi mmoja baadaye wale ngombe waliibiwa wote. Hiyo nilisoma kwa miezi sita tu nikarudi nyumbani, sikuwa tena na uwezo wa kuenda uwakunilipia kwa sababu kipato kwa wakati wake kilikuwa ni kidogo sana, kwa hiyo baadaye nikachukuliwa na marehemu dadangu, ndipo nilipoendelea na shule ya uh, sekondari nikaenda kumalizia Kibosho Girls, shule ya wasichana ya Kibosho iliyopo mkoani Kilimanjaro. Na baada ya hapo kwa kweli sikuendelea sana, kwa sababu sikuwa tena na mtu mwingine wa kunisomesha. Kwa hiyo niliendelea kuishi na dadangu na kwa sababu nilikuwa na tundutundu fulani hivi tangu shule, na ndio maana mwanafunzi yote niliyosoma naye akisikia Amina yupo kwenye taaluma hii au Amina amekuwa mwanasiasa hashangai, kwa sababu kuna wakati nilikuwa nikisoma nasema mimi nataka kuwa mtangazaji. Nilikuwa na ndoto hizo, nasema nisipokuja kuwa mwandishi wa habari basi mimi nataka kuja kuwa mwanasiasa, na watu walikuwa wakicheka, na jinsi ambavyo walivyokuwa wakiniona na ulemavu nilionao basi watu wakawa naona kwamba mi naviwezekani, lakini amini Mungu nimeanza kuja kwa mwandishi kwanza, nikiandika kwenye magazeti na baadaye nikaja kuwa mtangazaji wa redio na pamoja na TV Tanzania. Ikiwa ni miongoni mwa nchi zilizoridhia mikataba ya kimataifa ya kusimamia na kufuata misingi ya haki za binadamu na mfumo wa kidemokrasia katika kuchagua viongozi na watunga sheria na sera kila baada ya miaka mitano. Lakini hata hivyo, kumekuwa na uwakilishi mdogo wa kundi la wenye mahitaji maalum, hususani katika kuwania fursa za kuchaguliwa na kushiriki kampeni za moja kwa moja. Katika kutaka kufahamu sababu za kutokuwa na mwamko wa walemavu kushiriki kampeni na chaguzi zinazofanyika nchini tumemuuliza Amina Mollel ambaye anathibitisha ule usemi usemao ukitaka kujua utamu wa ngoma uingie ucheze. Kwa wakati tulionao hivi sasa, uwakilishi ni mdogo, na kumbuka kwamba uh, si, waliopo pale ni wa Chama cha Mapinduzi tu, CCM. Kama CCM haiwezi kuwachukua wote kawaingiza bungeni kwa sababu uhitaji ni mkubwa. Sasa ukiwepo na chama cha CHADEMA na wao wakawa labda na wanawake wawili, ACT Wazalendo wakawa na wanawake wawili, CUF wakawa na wanawake wawili na hivyo vyama vingine, wakikumbuka hivyo, utajikuta kwamba mle ndani kunakuwa na watu kumi hata kumi na tano Kwa kweli hiyo itasaidia sana, lakini pia mimi nimwombe pia hata mheshimiwa Rais aone kwamba katika nafasi zake za, za, za, za, za uteuzi aone ni kwa jinsi gani Uh, katika kama kwa sababu waziko tano wanawake tano wanaume, nitafurahi sana kuona pia kwamba hata wanaume na wao wanateuliwa, na kwa sababu uh, Chama cha Mapinduzi ambacho mimi pia ni mwanachama ni kikubwa kwa sasa tunapoelekea, waweke basi hata kama ni nafasi ziwe tano ziwe tano ambazo zitasaidia sana sana kupiga kelele kwa ajili ya, ya, ya, ya watu wenye ulemavu kuisimamia serikali kwa kuhakikisha kwamba inatimiza lile takwa la ile mikataba ambalo kwa kiasi kikubwa sana Tanzania imefanya kwa kweli. Kwa mfano CRPD ambao ni mkataba mwaka 2006 2007, Tanzania na wenyewe ikauridhia, halafu 2010 ukautungia sheria sheria namba tisa ya ya watu wenye ulemavu. Sasa yote inazungumza kwamba watu wenye ulemavu haki zao serikali ifanye nini, watimiziwe nini, na ndio ambayo inaendelea mpaka sasa. Na pengine niseme tu kwamba serikali imefanya vizuri sana. Hivi karibuni walizindua kanzi data kwa ajili ya maswala ya watu wenye ulemavu. Ile, uh, ile kanzi data inatokana na sensa ya mwaka elfu mbili na kumi na mbili ambayo ilihakikisha kwamba uh, wakati wanaandikisha kujua watu wenye ulemavu ni wangapi, yuko wapi, anafanya nini, elimu yake. Na kwa kupitia sasa ile sheria namba kumi ambayo ni sheria inamtaka kila mwajiri unapoajiri watu basi asilimia tatu iwe ya watu wenye ulemavu uweze kuwaajiri, kwa sababu serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imezingatia sana masuala ya watu wenye ulemavu hasa kwenye elimu imetoa sana ofisi ya Waziri Mkuu imetoa sana vifaa mbalimbali vya kufundishia kwa ajili ya watu wenye ulemavu. Kwa hiyo na wao pia sasa wanapata nafasi kama ni vyuo vikuu, kuhakikisha kwamba wanasoma kwa bidii, ili basi tunapomaliza tuingizwe humo kwenye hiyo kanzidata, ajira zinapotoka moja kwa moja inakuwa ni rahisi sana kwenda tu ku, ku, kuangalia kule, ah huyu fulani sawa anafaa an, aingie nadhani hilo litasaidia sana tulipo sisi Tanzania kwa kweli tuko mbali mpaka kulinganisha na nchi nyingine kwa kweli mimi ndio naweza kusema kwamba hongera sana kwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan wapo makatibu wakuu ambao ni watu wenye ulemavu Uh, yupo waziri ni mtu mwenye ulemavu, kwa hiyo tunahitaji kuona kwamba wanaongezeka. Unajua, wanasema uhondo wa ngoma uingie ucheze. Ukiingia pale kwa mtu mwenye ulemavu anajua, aha, basi nitaisaidia serikali, nitaielekeza hapa hivi, kwa sababu, kwa mfano kwenye serikali, tutaanzia huko kwenye baraza la mawaziri wanapokaa, atatoa ushauri kule hapa kwamba kitu fulani kiende hivi, kiwe hivi, kiwe hivi. Akija wizarani pia atafanya hivyo hivyo watendaji wataimplement. Akienda bungeni atakutana na, na, na hoja pia za wabunge wa, wa wenye mahitaji maalum yani wenye ulemavu. Yote hayo kwa pamoja, nadhani tunaijenga Tanzania ya kesho iliyo bora zaidi kuliko jana. Hata hivyo, kuna usemi usemao kiatu usichokivaa huwezi kujua maumivu yake. Hivyo, ili kuthibitisha malalamiko yaliyopo kuhusu kundi hilo kutokuwa na uwakilishi wa kutosha bungeni na kwenye nafasi za uwakilishi, tumezungumza na Tuma Dandi ambaye kwa sasa yuko nchini Norway, aliyewahi kuwa karibu na Amina Mollel, aliyekuwa mbunge mwakilishi wa kundi hilo, kuhusu kukosa uwakilishi mahususi na ugumu wa watu wenye mahitaji maalum kushiriki uchaguzi. Uh, nimemfahamu uh, Amina Mollel tangu yuko kituo cha matangazo cha ITV. Sasa ninachokumbuka amekifanya Amina Mollel bungeni kwa miaka aliyokuwa pale, nadhani alikuwa miongoni mwa waliochangia pakubwa sana kuwepo kwa hii mikopo ya asilimia mbili uh, kwa watu wenye ulemavu. Mikopo ya asilimia mbili imeleta mageuzi makubwa, imebadilisha maisha ya watu wenye ulemavu na bado inaendelea kuwapatia hadhi kwa sababu uh, wameonesha uwezo wao wa kufanya biashara, wameonyesha uwezo wao wa kujitegemea, lakini pia wamepunguza pakubwa mtazamo wa jamii kwamba watu wenye ulemavu ah, wapo wapo tu, ni watu wa kusaidia. Kwa hiyo namuelezea vizuri namna hiyo kwamba ni mpiganaji, ni mwanamke jasiri eh, lakini uh, kutokana na mila na tamaduni za Chama cha Mapinduzi, wao kilikuja na, na azimio e, la kuteua nafasi e, kadhaa kwa kwenda kwa wanawake e, kuwa sehemu ya wabunge katika viti maalum. Kwa hiyo e, tunatamani kwamba vyama vyote vya siasa vifanye hivyo kwa sababu, na sio kwa wanawake tu, hata wanaume nao na nafasi zile huwa zinatolewa labda na maheshimiwa rais, tunatamani eh, hizo nazo ziweze kuwagusa watu wenye ulemavu kwa mapana yao. Kwa hiyo eh, ni mpaka pale kutakapokuwa na utashi wa siasa wa kisiasa kwamba ama tuanzishe jimbo maalum kwa watu wenye ulemavu, katiba za vyama vya siasa zitowe mwanya kutenga nafasi kwa majimbo fulani fulani yagombaniwe na watu wenye ulemavu. Hatuwezi kukaa tunalialia hivi kila siku na changamoto changamoto, ni lazima wakati mwingine tujaribu kuingia nao. Baadhi ya wanachama wa chama cha watu wenye ulemavu wilayani Nyamagana mkoani Mwanza wakatoa ya moyoni kuhusu uwakilishi wao bungeni na kikwazo cha wao kushiriki chaguzi sisi watu wenye ulemavu Tungekuwa tunapiga kura sisi kama sisi, ama ni hapa Nyamagana, tunajikusanya watu wenye ulemavu tunampigia kura mtu ambaye anaenda kutuwakilisha bungeni, ili tuweze kupata kiongozi bora anayetokana na sisi watu wenye ulemavu. Lakini tukichaguliwa mgombea, mimi naamini hawezi kwenda kutusemea sisi kwa sababu sisi hatujamchagua, hatujamtuma, hajui kwanza matatizo yetu. Nilikuwa naiomba serikali kama inawezekana, mtu mwenye ulemavu akionyesha nia ya kuchukua fomu kugombea ubunge, serikali impe kipato, impe pesa za, ku, za kuweza kuendesha kampeni, watajitokeza kwa wingi sana. Unajua kwamba tunatofautiana ulemavu, lakini bado ile hali tu ya mtu kuwa na na na kasoro fulani inaleta mtizamo hasi juu ya wapiga kura. Kwa mfano tukichukulia, mimi natumia kiti mwendo, alafu nikaenda kugombea, mara nyingi watu wataanza kutizama mtizamo wangu wa nje badala ya kuangalia fikra zangu, mawazo yangu na kile ambacho naweza nikatenda. Kwa hiyo kupitia hilo linaweza likafifisha kwa watu wenye ulemavu kujitokeza kugombea majimboni kwa sababu kule wanakokuwa wanakwenda kugombea wanakutana na watu wenye viungo kamili. Ni wakati ambapo sasa Mama Samia anataka watu waweze kugombea. Nafikiri chama pia au vyama vya kisiasa vingetoa fursa ya kuweza kuona kwamba hawa nao wanaweza wakasimama kama uh, wabunge wengine kugombea katika majimbo yao. Aliyekuwa mbunge Amina Mollel amekuwa nguzo muhimu katika kuwainua wanawake na kuhakikisha watu wenye ulemavu wanapewa fursa sawa. Ameleta mabadiliko makubwa kupitia hoja mbalimbali alizowasilisha bungeni na serikalini, kuchukua hatua ambazo zilileta tija na kutetea haki za kundi hilo ndani na nje ya bunge. Nikataka kufahamu ni kitu gani anachojivunia wakati wote wa uwakilishi wake na ambacho hata kaa akisahau. Najivunia miaka yangu mitano bungeni, kwa sababu mimi nilihakikisha kwanza, kila mahali ambako palisahaulika masuala ya watu wenye ulemavu, basi nilisimama ku, kuikumbusha serikali kwa kuwa uh, miundombinu hiyo katika vyoo Uh, kwenye shule zetu za msingi na sekondari bado haizingatii mahitaji ya watoto wenye ulemavu, na baadhi ya watoto wenye ulemavu wanalazimika kutambaa katika vyoo hivyo ambavyo wakati mwingine ni vichafu na vinahatarisha afya kwa watoto wenye ulemavu. Mheshimiwa naibu spika katika majibu ya Mheshimiwa wa naibu waziri, nashukuru kwa majibu yake, lakini sijasikia hata yeye mwenyewe kuona kwa jicho la pili uhitaji wa watoto hawa wenye ma, mahitaji maalum katika vio hivi. Ni nini mkakati wa serikali katika kuhakikisha kwamba wanazingatia mahitaji ya watoto wenye ulemavu ili na wao waweze kusoma kwa vizuri? hilo kama ni swali niliuliza, kama ni kwenye mchango nilichangia kuhakikisha kwamba serikali, wakandarasi wanavyopewa majengo basi waweke wa, miundombinu kwa ajili ya watu wenye ulemavu. Ndio maana siku hizi hata majengo yote yanayojengwa lazima kuwe na zile ramp kwa ajili ya watu wenye ulemavu, kwamba wapite pale, japo wengine wanakuta wanazijenga ziko hivi kiasi kwamba huwezi tena kuzipita, utadondoka kwa sababu hawaelewi. Hata kwenye mabenki ATM ziko juu sana. Haya, huyu mwenzangu ambaye mpendo wangu mimi anayetambaa akifika pale, hawezi kufika pale. Nikasema tuone taratibu. Sio hapo tu, twende tuangalie maeneo mengi. Kwenye vyombo vya usafiri bado vina changamoto nyingi. Kwa mfano, wewe fikiria tu unasafiri, mimi na wewe tumepanda basi tunakwenda mikoani, pale wanaposimama kwa ajili ya watu waende ku, ku, ku, ku, kuchimba dawa, niambie mazingira jinsi yalivyo, mtu mwenye ulemavu anayetambaa anaingiaje mle ndani? Na hata sasa hivi nikienda popote pale nikiona unakuta unataka kwenda sehemu, umefika sehemu unaambiwa acha gari nenda kuniambia, hapana, mimi gari lazima iniingize kanishushe pale ambako ni rafiki, halafu mimi niende. Sasa sio wote wanaotambua. Mimi kwa sababu najua haki zangu na najua nchi yetu imeridhia ime, ime, ime uh, mikataba mingi ambayo imefanywa kuwa ma masheria. Kwa hiyo najaribu kuelezea. Mpaka kiongozi mmoja aliniuliza akaniambia siku hiyo akaniambia, ah, yani wewe kila ukiamka tu ni maswala ya watu wenye ulemavu kila ukiamka tu ni maswala ya watu wenye ulemavu kuna vitu vingine, nikamwambia umesahau, kilichonileta mimi ni kuja kuwasimamia watu wenye ulemavu. Kwa hiyo kwa sababu pia mimi nimo ndani yao, kuna vingi ambavyo kila siku inabidi nivizungumze, kwa sababu haviwezi kuisha, na mfano mzuri ambao mimi nitajivunia popote pale, niliweza kusimamia swala la asilimia tano ambayo awali ilikuwa ni asilimia tano kwa ajili ya vijana na asilimia tano kwa ajili ya wa, wanawake wakiamini kwamba hawa haya makundi haya mengine hawa watu wenye ulemavu wa wawepo wa mle. Mimi nikasema hapana, inabidi wao wasimame wao kama wao wakusiwepo kwamba waingizwe kwenye makundi ya vijana hapana, kwenye makundi ya wanawake hapana. Hapa tunataka kwamba ibakie kuwa asilimia nne iende kwa vijana asilimia nne iende kwa wanawake na asilimia mbili iende kwa ajili ya watu wenye ulemavu, na nakuhakikishia imefanikisha kwa, kwa kiasi kikubwa sana, ingawa changamoto haziwezi kukosekana, lakini wameonyesha kwamba inawezekana na mpaka sasa hivi inakwenda vizuri, kwa maana kwamba wameruhusu mpaka hata kama akiwa mtu mwenye ulemavu mmoja wawili wachukue hiyo mikopo. Na mfano mzuri ambao mimi wanajivunia katika jiji la Dar es Salaam, wakati nikiwa mbunge, kuna wakati halmashauri ya wa jiji la Dar es Salaam, uh, hasa jiji la Ilala, Ilala, walitoa mikopo ya bilioni tatu kwa ajili ya watu wenye ulemavu ambao walinunua wengi bajaji, wengine wengi wakafanya vitu vingi na bajaji zao bahati nzuri zilikuwa zinaruhusiwa kwenda mpaka mjini. Kwa hiyo vitu kama hivyo kwa kweli, uh, mimi najivunia sana bungeni, na hasa hiyo legasi ambayo nimeacha ya asilimia nne nne mbili kushindana na serikali sio mchezo, mm. Unapeleka hoja serikali, nayo inasimamia hoja yake kwamba sisi tunaona kwamba iwe ni asilimia tano kwa tano mimi naambia hapana hii tunataka hiyo asilimia nne kwa watu, watu wa vijana asilimia nne kwa wanawake, lakini asilimia mbili hiyo kwa ajili ya watu wenye ulemavu wasimame kama watu wenye ulemavu peke yao, na hatimaye kwa kweli, ile siku wanaiona kwamba ni siku ya miujiza sana kwangu kwamba nilishinda serikali katika hiyo hoja na wakakubaliana na hiyo hoja. Mwanamama Amina Mollel amevuka vizingiti vya mfumo dume, kunyanyapaliwa na hata kukwamishwa mara kadhaa kwa sababu ya harakati zake za kutetea watu wa kundi hili lenye mahitaji maalum, lakini mafanikio yake yanasimama kama ushuhuda na uthabiti wake, na kuongeza kuwa anatamani kuwania ubunge jimboni, ila muda utaongea. Swala la majimboni lina changamoto mm, lakini pia wakati mwingine chakula watu ukaribishwa wakiwa mezani, wakati ukifika mambo yatawekwa hadharani. Unajua wakati mwingine pia hata mi na imani ya dini ya Kiislamu, unasema kwamba usitangaze uchumba, unaweza ukaishia njiani. Tangaza ndoa wakati unaenda kuoa ili watu wengi wajumuike. Kwa hiyo na mimi natamani jimboni, lakini wakati ukifika nikiona kwamba kunahitajika hivyo, basi kiu yangu nami nitatamani kufanya hivyo. Kwa sasa hivi niseme tu kwamba watakaojitokeza au tukijitokeza majimboni wasione ugumu, tunaweza. Ikitokea amejitokeza mwanamke, msijali kwamba hata kama akiwa ni mwanamke mwenye ulemavu, mpeni hiyo nafasi, na mimi ninaamini ni, ni watendaji wazuri zaidi ambao watataka kuacha heshima legasi kwa wale waliowateua kwa kuwaletea maendeleo zaidi, kwa sababu sio mbunge ndo anayefanya ile maendeleo jimboni. Mbunge ni kiwakilishi kati ya wananchi na serikali, ndio maana anakwenda kwa wananchi, anawatembelea, anasikiliza kero zao, then akitoka hapo anakwenda bungeni. Bungeni anachangia, anawasilisha kwamba wananchi wangu wana shida hii na hii na hii na ku kwenye wizara husika kumbana waziri ili kuhakikisha kwamba kero zinatatuliwa jimboni kwake. Mimi katika maisha yangu, wanamkumbuka sana Dr. Reginald Mengi ambaye Mwenyezi Mungu amrehemu, kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa na imani kubwa sana kwa watu wenye ulemavu na aliwapenda sana. Mimi pia ni mnufaika wake, na mimi ni miongoni mwa watu ambao kwa kweli najivunia sana, walinijenga sana. Kwa hiyo, huyu mzee siku moja alikuwa anaongea na watu wenye ulemavu kuatia moyo akasema kwamba yani, kiungo ulicho nacho bado unaweza kukitumia, na akasema alienda Japani, akakutana kuna rafiki yake mmoja Japani ambaye ame paralyze yani amelemaa mwili wote isipokuwa kichwa tu, lakini ni bwana ambaye ana kampuni na taasisi na anaongoza watu pale pale, akiwa amelala hivyo hivyo, kwamba kitu fulani kifanyike hivi kifanyike hivi, na ni tajiri kwelikweli. Miaka mitano ya uwakilishi wake bungeni imekuwa safari ya matumaini, mapambano na mafanikio kwa Amina Mollel. Akiwa sauti ya wenye mahitaji maalum, ameweka alama isiyofutika kwa kusukuma ajenda zilizozingatiwa na serikali, kutoka kwenye asilimia tatu ya ajira kwa watu wenye ulemavu, mikopo asilimia mbili 2 ya almashauri hadi kuboreshwa kwa miundombinu katika majengo ya umma na taasisi za binafsi, ingawa bado kuna kazi kubwa ya kufanywa kuhakikisha miundombinu rafiki inapatikana kwa wote. Juhudi zake za kuhamasisha jamii zimesababisha mabadiliko makubwa. Wazazi na walezi wameacha kuwaficha watoto wenye ulemavu, na wanawake na wasichana pamoja wamepata fursa za kujiinua. Amina Mollel anasema ulemavu si udhaifu bali ni sehemu ya utofauti wa binadamu. Amehimiza jamii kubadili mtazamo wa kuona uwezo wa kiakili na utendaji wa watu wenye ulemavu badala ya kuwapima kwa mapungufu yao. Katika safari yake ameacha somo moja kuu: mtu mwenye ulemavu anaweza, anastahili na ana nafasi sawa katika kujenga taifa lenye usawa na maendeleo.